Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa ni katika almashauri ya mji wa Makambako na ni eneo ambalo unapatikana msikiti wa Masjidi Suleiman. Kama ilivyo kawaida, Madina TV tunasema tunaianza segment yetu mpya ambayo inafahamika kwa jina la Ijuma Challenge. Kutakuwa na swali moja ambalo tunawauliza Waislamu mara baada ya salati Ijuma kuweza kufahamu uelewa wao masala mbali mbali yanayohusu Uislamu ama yanayohusu dini yetu ya Kiislamu. Mimi ni vitu mzee Haji, jina la kwangu Zawia, na swali letu siku ya leo tunauliza ni khalifa yupi ama ni sahaba yupi ambaye alikuwa mkwe wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakwenda kuwauliza ndugu zetu ambapo tuko nao hapa kufahamu kuhusiana na jambo hili. Asalamu alaikum. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Uko tayari wa kwa ijumaa challenge? Naam, naam, niko tayari. Swali umelisikia? Hey, labda ulirudie tena, mimi nilikuwa mbali kidogo, ikuwa simesikia nini ambacho umekiuliza kwa ufasaha. Ni swahaba gani ama ni khalifa gani ambaye alikuwa ni mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa mkwe kwa maana ya aliyekuwa binti aliyeolewa na Mtume ama binti aliyeolewa kutoka kwa Mtume, kutoka kwa swahaba. Wewe unaelewa nini amake hapo? Kuna wawili, kuna mgine ambaye alioa kwa Mtume na mwingine ali, nadhani ali, Mtume alimuoa mtoto wa swahaba. Unadhani e, yani hivyo? Ah, si, ipo hivyo. Taja majina e, yao kwa mfahamu. Mimi ni Othman. Hmm. Ambaye ndo alioa mabinti wawili kama sikosei wa mtume. Mwingine alioa kwa mtume. Ambaye pengine alikuwa mkwe wa mtume. Nimemsahau kidogo, lakini ni babake na Aisha. Yeye ni nani? Bakina Aisha mm. shukran sana mm. <laughs> sasa mwingine huyu hapa ambaye tunakwenda kusikia kuhusiana na majibu ametoka kutujibu amesema ni Othman lakini pia baba yake na Aisha sasa babaki na Aisha ni nani huenda tutafahamu baadaye Salamu alaikum mm. salamu alaikum ongera kwa sala ya Ijumaa mm. shukrani sana uko tayari kwa ajili ya Ijumaa challenge kwa hiyo tayari ukanipiga kidogo, mlisikia, nilisikia majibu tafadhali. Hayo majibu jua mimi, utakuwa tangulia sasa. Yule babake na Aisha anaitwa nani? Hmm, sina kumbukumbu naye au na kumbukumbu. Majina yako tafadhali? Saidi Ali na Tanja, majina yako tafadhali? Shamte Mashaka. Amina chamte na Saidi ndio ambao leo tumekuwa nao kwenye Jumaa challenge ya yeah, swali so letu ambalo linahusu ni swahaba gani ama ni khalifa gani ambaye alikuwa ni mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema ni Uthman, lakini amesema pia ni baba yake na Aisha. Sasa tunakwenda kupata majibu sahihi kutoka kwa Sheikh Sharif wa Madina, atufafanulie ni swahaba gani ama khalifa gani aliyekuwa mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Khairi. Alhamdulillah. Hivi mkwe maana yake nini? Mkwe inakaa pande zote. Ni nilikooa na atakayemuoa binti yangu wote ni wakwe. Eh, kwa tafsiri ya Kiswahili sana. Kwa tafsiri ya Kiswahili hii fasaha. Tupe majibu Sheikh Sharif wa Madina. Sahaba gani ambaye alikuwa mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wale makhalifa wote wanne ni wakwe zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaka pale amesema eh, kwanza Uthmani, Uthmani ibn Affani alioa mabinti wawili wa bwana wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimwoa Ruqayya, alimwoa Umm Kulthum, ndo sababu akaitwa Dhun-Nurayn, maana yake mwenye nuru mbili, kwa sababu alioa mabinti wawili wa bwana wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uthmani ni mkwe wa mtume sallallahu alayhi wasallam pia. Ali ni mkwe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuoa bi Fatima. Lakini pia Sayyidina Abubakar ambaye ndo khalifa wa kwanza wa Uislamu ni mkwe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume alioa binti wa Abubakar anaitwa Aisha radhiallahu anha. Lakini pia eh tumemwacha hapa Abu Hafsa Umar bin Khattab ambaye eh, Umar bin Khattab ni mkwewe bwana mtume Muhammad sallam. Mtume alimuoa Hafsa. Kwa hivyo wote makhalifa wanne wa kwanza, Abu Bakar, mtume ameoa kwake, wa pili Umar, mtume ameoa kwake, wa tatu Uthman, Uthman ameoa kwa mtume tena mabinti wawili, alimuoa wa kwanza alipofariki, akamuoa wa pili, na wa mwisho Sayyidina Ali alimuoa bi Fatima, Fatima Zahra bintie bwana mtume Muhammad Muhammad. Osman, ndo yule aliambiwa, ningekuwa na watatu ningekupa tena, baada ya kufiwa na huyu wa pili. Shukran jazia, mpaka wakati mwingine. Ijumaa leo inaishia hapa, ijumaa challenge nyingine itakuwa nini? Endelea kusalia nasi. Mimi ni bicha mzee Haji.